Msemaji. Huduma za afya katika kaunti ya Kilifi huenda zikalemazwa kuanzia usiku wa manane leo kufuatia kukamilika kwa makataa yaliyotolewa na chama cha matabibu katika kaunti hiyo. Matabibu hao walikuwa wametoa ilani ya siku saba ya mgomo mwezi uliopita katika juhudi za kuishinikiza serikali ya kaunti kutekeleza mkataba wa maelewano wa mwaka 2024. Hata hivyo, wanasema juhudi za kushauriana na serikali ya kaunti kuhusu matakwa yao zimegonga mwamba. Kwenye kikao na wanahabari, maafisa wa chama hicho George Gibore na Peterson Washira walilalamikia uhaba wa wahudumu, mazingira duni ya kikazi na mishahara duni kama baadhi ya sababu za kuitisha mgomo. Migomo baridi ya migomo baridi ya matibabu pia inashuhudiwa katika kaunti ya Nairobi na Vihiga. Kuna wale ambao waliruhusiwa kwenda kusoma na wakaweza kurudi na specialty saa hii tunavyoongea wamebaki kufanya kazi na kusafu wananchi kwa ile takriban au ya masomo ambayo waliweza kusoma. Lakini ukiangalia kwa upande wa mshahara bado wanalipwa sawia na ile walitoka nayo wakati wakienda shule. Kuna zile documents muhimu kama career guidelines ambayo iliweza ikaratibiwa mwaka uliopita na ikatiwa sahihi na Public Service Commission, tangu wa leo hawajaweza kuhakikisha ya kwamba inaweza kutimilizwa katika zile promotions na redesignation. Pia kuna shida kubwa, wagonjwa wanakuja hapo wanangoja masaa mengi sana, hata wanaumia zaidi, kwa sababu maafisa tabibu ni wachache sana. Tunataka tuambie wagonjwa waanze kujipanga, hata wale ambao wako katika mahospitali. Hospitali zote za Kilifi zile ambazo sisi tunafanya huduma tutazifunga alafu ndio tuweze kurudi kwenye meza, ndio tumshinikize serikali kuweza kutu, kutusikiza na kutatua matatizo ambayo yapo. Viva, kuko, viva. Viva. Viva. Viva.